Katika ufukwe wa Coco Beach jijini Dar es Salaam, mashabiki ni wengi kwelikweli kweli, na kila mmoja anatazama kwa namna moja ama nyingine kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anakwenda kuangalia kwa ile big screen ambayo imewekwa na mnyama Simba Lunyasi, lakini pia vilevile kiu ya wana Simba ni kuhakikisha kwamba timu yao inavuka kuelekea hatua inayofuata, nikiwa na maana ya second preliminary round. Joe, hapa sasa Nikuambie mashabiki wa Simba Sports Club wanasemaje. Asalamu alaykum. Alaykum salam. Heri. Heri tu bwana. Sima upo? Nashukuru Mungu. Mapema tu nimekuja kuwaona hapa mashabiki wa Simba. Kulikoni, kwani hapa Kokobichi leo kuna nini? Ah, kwanza ni niseme kwa jina naitwa Idi Kisukari aka Dr. Kisukari na ni mtu wa kwanza kwa siku ya leo kufika Kokobichi. Kuna nini sasa? Leo tunaangalia Simba Sports Club. Hmm. Eh, zidi ya wale dhidi ya wale eh, yes. Kwa hiyo leo tunaangalia timu yetu ikiwa inacheza pale kwa Mkapa, lakini mashabiki wa Simba wapenzi na, na wanachama eh, kupitia viongozi wetu wa Simba wameona kwamba wametunyima kuangalia kwa Mkapa. Wamenyimwa eh, wametunyima kuangalia kwa Mkapa, kwa maana kutu, yani hawataki tuone Simba yetu tukiwa nayo uwanjani kwa maana wametufungia kwa muda. Mimi nasema kwa muda, lakini leo tumeamua pamoja. Ametufungia hawajatupunguza spidi ya kuangalia Simba yetu. Kwa hiyo Simba yetu sisi tumeamua kupitia viongozi wetu wa Simba wameliona hili na kuona kwamba mashabiki, wapenzi, wanachama na wapenda soka nchini wanataka kuiona Simba yao kwa namna inavyocheza kwenda kuwaona wageni tulio wasajiri mm. na wenyeji ambao waliobaki. Kwa hiyo timu yetu sasa hivi iko kwenye maandalizi kwa ajili ya kwenda kucheza hii mechi ambayo leo inachezwa pale kwa Mkapa, lakini sasa, mashabiki wote wa Simba tumeamua kwa pamoja kupitia viongozi wetu wa Simba, leo tuko kokobichi, leo tuko kokobichi, tumejaa kama unavyoona maji ya bahari hayo. E, leo tuko wengi vibaya mno, yeah. Na leo tunataka kushuhudia Simba yetu inavyovuka inavyovuka kwenye hatua ifuatayo. Kwa mfano Simba leo itacheza nao jamaa, lakini ukweli ni kwamba e, ukweli ni kwamba tuko vizuri, yeah. Kwa hiyo leo mashabiki wa Simba leo tuko kokobichi, yeah. Na niwaambie Simba sisi leo kuiangalia kokobichi sio kwa maana labda hatuipendi Simba yetu hapana, na ndio maana leo tumekuja kuungua, najua tunataka tuione Simba yetu Ehe. Ehe. Ehe. leo tumeamua mm. kwelikweli, na ili wajue kwamba Simba wenye timu yao tupo na tumefika, e bwana, kwa mara ya kwanza na mechi ya kwanza Hemed Moroko anakwenda kuiongoza Simba Sports Club. mnatarajia kitu cha namna gani haswa kutokea kwa mtanzania huyu ambaye anakwenda kuiwakilisha ardhi ya Tanzania kwenye michuano ya kimataifa kwa mara ya kwanza akiwa ndani ya Simba Sports Club. Kwanza yule ni kocha wa bor yule, anajua anajua fitina zote za kimichezo. Kwanza ni mwalimu ambaye aliyeiva, na ndio maana hata Simba walivyomwona wakaona huyu kwa kipindi hiki kifupi anaweza akatuvusha katika hatua fulani, kwa sababu huyu ni kocha ambaye wa timu ya taifa na ni kocha ambaye mwenye mwenye, mwenye, mwenye, mwenye, mwenye akili nyingi kweli kweli, na ndio maana leo Simba walimwona wakasema, bwana, we Moroko, unatakiwa uje uwaoneshe Watanzania kwamba wewe ni kocha bora mm. eh, kwa hiyo leo tuna imani na Moroko, pia tuna imani na wachezaji wetu kwa mechi ya leo. Tuna uhakika wa kushinda zaidi ya tatu, na uhakika wa kushinda zaidi ya tatu, hapana Yaani, ninazokuambia ni tatu juu ya alama, lazima haziwezi uh -uh, kupingwa hizo tatu, lazima pale kwa Mkapa. Unawaambia nini mashabiki wa Simba Sports Club kuelekea mchezo huu kabla mechi haijaanza? cha kwanza, wajitokeze kwa wingi kwenye viwanja vya Kokobichi; cha pili, wawe na imani na timu yao; cha tatu, wanatakiwa kuipenda klabu yao kwa namna jinsi ilivyo; cha nne, mashabiki wote wa Simba wanachotakiwa kukifanya waje tushirikiane kwa pamoja kuusaka huu ushindi ambao tunataka kuondoka nao leo wa kishindo leo tunaondoka na ushindi wa kishindo kwa sababu kumpiga tatu e, jirani yako sio mchezo nadhani mtu unakompiga goli tatu sio mchezo kabisa kwa hiyo leo mashabiki wa simba wapenzi na wanachama waje kokobichi tushirikiane kuiona timu yetu kwa namna inavyofanya shughuli pale kwa Mkapa leo yeah. Hatoki mtu. Leo. Hatoki mtu, tatu zinawahusu. Tatu zinawahusu. Wallahi na kwa pia hmm. Tatu zinawahusu hawa jamaa. Mimi niweke nukta hapo ni kushukuru natukutane baadaye. Asante sana.